Nina kusalimu mpendwa katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa mchungaji um, Timothy Mwita, ni mchungaji wa kanisa la Potter's House International Dar es Salaam, PHID hapa Makongo Juu jijini Dar es Salaam, katikati kabisa ya minara ya ITV na DTV. Niko hapa kumshukuru Mungu sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika leo. Kama ukiangalia yanayoendelea na yanayokamilika sasa, ilikuwa ni kambi kubwa sana uh, ya kitabibu, kambi ya madaktari uh, ya kibingwa, madaktari wengi kutoka katika vituo vingi vya jiji la Dar es Salaam ambao, uh, chini ya idara ya um, um, professionals um, wanataaluma wa kanisa letu la PHID wameorganize tukio hili kubwa na zuri la kuwaleta madaktari kwa ajili ya kufanya huduma kubwa. Tumekuwa na uh, vipimo vya magonjwa zaidi ya kumi na tatu ikiwa ni pamoja na kugawa miwani kwa wenye shida za macho, kugawa madawa, kutoa ushauri na vitu vyote hivi vimefanyika bure. Lakini zaidi ya yote, tumepata fursa ya kuchangia damu salama kwenye uh, uh, benki yetu ya damu Ha, ya taifa. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo niko hapa kumshukuru Mungu lakini pia kuwashukuru madaktari wote kutoka vituo vyote na hospitali zote ambao wamekuwa sehemu ya baraka kubwa ya kuleta matokeo ya jambo hili jamii yetu ya eneo hili ya Dar es Salaam. Tumekuwa na watu kutoka maeneo mengi, nimewaona watu kutoka Tegeta, kutoka Msumi, kutoka Mbezi, kutoka Tabata, kutoka Kigamboni, na maeneo mengine hapa kwa maana ya Mwenge, um, Lugaro, kutoka Goba, kutoka Makongo yenyewe ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kupokea huduma hii. Tunamshukuru Mungu sana, lakini pia niwashukuru sana timu yetu na idara yetu ya wanataaluma wa kanisa la PHID wakiongozwa na mkurugenzi wao a, Daktari Victoria Chuma pamoja na kamati yake kwa kuorganize tukio hili kubwa na la kihistoria ambalo tumewahudumia watu wasiopungua mia tatu mpaka mia nne leo. Tunamshukuru Mungu sana. Nimalize kwa kusema nikupe wito wewe, wakati mwingine utakaposikia tangazo hili ni kukaribishe Lakini sio tu kukukaribisha kwa maana ya kuja kuhudumiwa. Inawezekana ukawa na nafasi ya kuhudumu pamoja na sisi kama daktari kama mwanataaluma kama mtu wa, uh, wa medical, lakini inawezekana Mungu amekubariki, unaweza ukatusapoti, ukatuongezea dawa, ukatuongezea miwani au ukatupa fedha kwa ajili ya kukamilisha majukumu mengine. Kwa hiyo nikupe mwaliko, na wakati wote utakaposikia taarifa hii ni kukaribisha sana. Chini ya skrini yako ziko namba za mawasiliano. Mungu akubariki na kutakia baraka za Bwana Kwetu sisi PHID, afya yako ni kipaumbele chetu. Afya yako wewe ni kipaumbele chetu. Mungu akubariki na kutakia baraka za mwana. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, kwa majina nafahamika kama Dr. John Robert Dugilo, mimi kwa utaalamu ni mtaalamu wa magonjwa ya ndani, lakini pia kwa kambi hii ya, ya PHID Medical Camp mimi nilikuwa ni mwenyekiti na mratibu wa maandalizi yote. Lengo kubwa la kambi hii ilikuwa ni kuihudumia jamii inayolizunguka kanisa na tumeweza kutoa huduma mbalimbali leo. Huduma kama vile za macho tumehudumia watu zaidi ya mia mbili, na tumeweza kutoa miwani zaidi ya themanini kwa watu ambao wamekutwa na matatizo ya macho, lakini pia tumeweza kufanya uchunguzi wa kiujumla wa afya kama vile kuangalia sukari, presha na matatizo ya moyo, lakini pia tumeweza kufanya uchunguzi wa saratani ya kizazi na saratani ya matiti, lakini pia tumeweza kutoa elimu ya afya, lakini pia tumeweza kutoa huduma ya kinywa. Hayo ndiyo mambo ambayo yaliweza kufanyika mahali hapa, na kwa kweli mwitikio ulikuwa ni mkubwa na tumeweza kuhudumia watu wengi wanaolizunguka eneo hili la kanisa na wengi wamepata uh, matibabu na ushauri na mambo mengi yanayohusiana na afya. Kwa upande wangu nimeona wagonjwa kadhaa wakiwa na matatizo kadhaa hasa ya shinikizo la juu la damu lakini pia kisukari lakini pia na matatizo ya moyo. Nimeweza kutoa ushauri, kutoa matibabu na kuwaelekeza sehemu ambazo wanaweza kwenda kwa ajili ya kupata utaalam zaidi lakini pia kupata matibabu yanayostahili. Kwa hiyo kwa ufupi, ili lilikuwa ni jambo jema ambalo ni moja ya kazi au majukumu ya kanisa kuhudumia jumuia inayotuzunguka. Kwa majina anaitwa Dr. Ngasa kutoka Tanzania Health Opportunity THO, shirika lisilo la kiserikali. Tupo hapa leo Ha, Makongo juu tukifanya uchunguzi juu ya afya ya kinywa na meno. Ijulikane kwamba kati ya watu kumi watu sita wana magonjwa ya afya ya kinywa na meno, na katika uchunguzi wetu wa leo watu wengi wanaonekana wana magonjwa ya kutoboka kwa meno, pia magonjwa ya fizi. Sasa tunawaomba wananchi waweze kujitokeza katika kituo cha afya ya kinywa na meno waweze kupata matibabu hatua za mwanzo kabisa ya ugonjwa. Bahati mbaya magonjwa haya ya afya ya kinywa huwa hayajionyeshi, kwa maana ya kwamba huwa hayana dalili za mwanzoni, lakini dalili zake zinaonekana pale ambapo inakuwa ni steji mbaya kabisa ya ugonjwa kwa maana ya stage hatarishi. Kwa hiyo tunawaomba sana watanzania wote kuwa na tabia ya kutembelea kituo cha afya ya kinywa na meno, hata kama hawaumi hawa, yani, hata kama hawana dalili yoyote ya kuwa na ugonjwa wa kinywa na meno. Kwa majina anaitwa Dr. Evan Bonasamwe, ni mwakilishi kutoka katika At sisi, ambayo sio ya serikali, ambayo inaitwa Tanzania Health Opportunities. Sisi tunajihusisha katika kutoa huduma mbalimbali za medical camps ambazo ni bure kabisa, mwananchi yeyote anaweza kuzipata. Kwa siku ya leo tupo hapa kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Hapa tumetoa huduma mbalimbali ambapo kuna huduma ya meno, huduma ya macho na magonjwa mengine ya mwili kwa ambao watakuwa wamekosa huduma hii kwa siku ya leo, wanaweza kuwa wanatembea social media zetu ambazo tunapatikana katika LinkedIn, YouTube na Instagram. Kuwa naona medical camps fapata, kufika Asanteni. Kwa majina naitwa Hashimu Alexa, ni mtaalamu wa maabara kutoka Sinza Hospitali, tupo na wataalamu wengine kutoka kutokam. Leo tumeungana hapa, tulipata mwaliko kutoka kwenye kanisa la TAG kutoka Makongo ambao walitualika, wana siku yao ya afya cheki. Na sisi kama wataalamu wa afya timu ya dam salama walitupa mwaliko pia, tukaona ni vema kufika eneo hili, na wao kwa umuhimu wao waliouona kwetu, tukaona tufike kwa ajili ya kuchangia damu, ili tuende tukawasaidie wahitaji ambao tupo nao mahospitalini na wahitaji ni wengi kiuhalisia, hatuwezi kuwa na namba kamili, lakini kwa manispaa yetu ya Ubungo tuna wahitaji wengi sana kwenye mahospitali yetu, na wahitaji walio wengi wenyewe mnawajua eh: wahanga wa ajali, watoto chini ya miaka mitano, wamama wanaojifungua, eh, na wengine wengi wenye kesi mbalimbali ambao tunakuwa tunakutana nao kwenye hospitali zetu. Kwa hiyo sisi tunashukuru kwa uongozi wa hospitali, lakini pia tunashukuru kwa vijana ambao wametualika na kuona umuhimu huo, na tumefika hapa. Kiukweli tumefurahia sana mwamko wa vijana. Vijana ni wengi, wamekuja wamechangia, lakini pia mpaka kiongozi wa kanisa mkubwa amekuja amechangia, na viongozi wengi wanaohusika na mambo haya wamekuja wamechangia, na tunashukuru pia kwa moyo wao walioonyesha. Nafikiri sio mara ya kwanza sisi kushirikiana nao, lakini pia kadri tunavyokuwa tunakuja na kuchangia tunaona mwamko wao unazidi kuendelea na zaidi na zaidi. Naitwa Mwanaisha Zuberi Mkwama, ni muuguzi nafanya kazi kitengule hospitali kitengo cha kutoa huduma ya baba mama na mtoto. Nimekuja hapa katika kanisa la TAG Makongo juu kutoa huduma ya upimaji kwa saratani ya mlango wa kizazi. Pia tumetoa pia huduma ya chanjo kwa mabinti kuanzia wa miaka tisa mpaka miaka kumi na nne aa, mabinti wa miaka tisa mpaka kumi na nne tulikuwa natoa chanjo ya HPV ya kuzuia saratani ya mlango wa kizazi, na washauri wa mama kufanya, kufanya vipimo mapema, ili kugundua kama umepata tatizo, iweze kupata huduma mapema, tatizo lisiweze kuwa kubwa. Huduma hizi ni kwa watu wote, hata mtu ambaye hana dalili ya ugonjwa anatakiwa aje acheki afanye hicho kipimo. Ma, kwa majina yangu naitwa Mary Joseph Kimwaga ni mkazi wa Changanyikeni, nimeokoka na sali katika kanisa la TAG Carmel kwa mchungaji Emmanuel Sote. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku nzuri pia kwangu. Naona ni kwamba kwa huduma hizi ambazo zimefanyika siku ya leo Nashukuru kwa ajili ya huduma nzuri ambayo imefanyika. Ni huduma nzuri, wanajali, wanakusikiliza vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, kwa ajili ya huduma ya siku ya leo. Nashukuru sana kwa ajili ya huduma hii iliyofanyika siku ya leo, na Mungu awabariki kwa wote waliohusika kwa ajili ya kutoa huduma kwa wahitaji. Mungu awabariki sana. Kwa majina anaitwa Roda ni mkazi wa Changanyikeni, ila tumefurahi sana kupata huduma hizi. Kwa mimi kama mwana taj wa maeneo ya Changanyikeni na Makongo pia tumefurahi, kwa maana wananchi wengi sana huwa wanatamani kupata huduma kama hizi kipato, lakini leo tumepata bure. Kwa hiyo tunashukuru pia tunamshukuru hata mchungaji kiongozi wa, wa mahali hapa, pia hata waumini pia tunashukuru. Tunashukuru sana na madaktari wote, kwa hiyo tunawashukuru wananchi, tumepata huduma nzuri. PHID, afya yako kipaumbele chetu.